ya watawala. Ukawaasi watawala ni katika sababu ya kuenea kwa shari kubwa mno. Jambo hili ni jambo la hatari mno, mtu akawa ana waasi watawala, ima sawasawa kwa kufanya maandamano au sawasawa kwa kuweka migomo au sawa sawa kwa kumzungumza mtawala vibaya kwa hadharani bali jambo hili si katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa wala si katika yale ambayo walikuwa nayo wema waliyotangulia. Ibadallah ayuha lmuslimun ina almunadat bilkhuruji ala lhukami, enyi wa Islam, hakika maneno yanayozungumzwa na watu kwa kuwaambia watu na kuwalingania kwamba watoke nje ya taa ya watawala. Maneno haya au ulinganizi wa sampuli hiyo, natijun an qillati alilmi, ni kutokamana na natija ya uchache wa elimu wa ntishari aljahli, na kuenea kwa ujinga, endapo elimu haitoenezwa wakaelimisha watu mambo yao ya dini, bali ujinga ukakithiri katika jamii

Na mara nyingi huwa nasema kwamba inapokuja aya inaashiria kuwaita waumini, ima kuna jambo Allah jalla waala anataka kuwaamrisha, kuwahimiza walifanya jambo hilo, au kuwatahadharisha waliepuke jambo hilo. Na mara nyingi ukitizama aya zinapokuja mfano wa aya hii ya ayuhal ladhina amanu, ima mbele yake ukute amri

Mtiini Allah na mtii mtume wa ulil amri minkum, na muwatii wale ambao wameyatawalia mambo yenu nyinyi, wameyatawalia mambo yenu, watiini hao. Wengi katika wafasiri, wafasiri ima wa Qur'ani, ima alimamu imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, na wengineo tafsiri wameielekeza kwamba ulil amri alumarau walulamaa ni watawala lakini kadhalika na maulamaa wanapoyazungumza mambo ahlulilmi, katika wanawachuoni, wakaelekeza umma twapaswa kuyafuata na kuyaelekea mambo hayo, maadamu si katika mambo ya maasiya. Kadhalika na watawala hivyo hivyo wanapoyazungumza mambo, watawala kuwahimiza watu maadamu si katika maasi ya mambo hayo, ni ya kheri, inatulazimu sisi Waislamu watu wote kwa ujumla kuwatii watawala, wala pasina kuweka migomo na kufanya maandamano, kwamba kwa nini aseme hivi, kwa nini walilete jambo hili? Mathalan, nawapatieni mfano katika jambo hili, wala tusiende mbali, katika huu huu mji wetu wa madisa huu kile kipindi cha sensa miaka ya nyuma hapa, elfu mbili ishirini na mbili, tawafahamu baadhi ya watu. Lile jambo la sensa lilipokuwa linafanywa, wapo waliweka migomo, mtu kakataa kabisa eti kuhesabiwa sensa, anauliza kwa nini? Haii mifumo ya kikafiri. Basi mifumo ya kikafiri hii, kwa nini ukubali kuhesabiwa sensa? Kwani wewe kuhesabiwa namba ni maasia? Mtawala ataka kujua ni idadi ya watu wangapi katika mji wake, wee waweka mgomo katika hilo? Haya si mambo ya watu kuyakataa. Mtawala atakapokuwa ameamrisha jambo la kheri na jambo jema, Muislamu hupaswi kuweka mgomo wala kuweka maandamano, kwamba kwa nini aamrishe hili ni jambo hilo, sheria inakulazimu

hata kama nyinyi Waarabu mtaongozwa na mtu ambaye ni mtumwa mhabeshi, mtumwa akanunuliwa sokoni huko, kisha kapelekwa kwa ajili ya kutumikia, amtumikie bosi wake. Ikiwa huyu ndo atateuliwa akawa ni kiongozi wenu kwa kusimamia mambo yenu, mtumwa, anawaambia msikilizeni na mtii, hata kama atakuwa huyu mtumwa ni mhabeshi, kwa maana si mwarabu kwa sababu kawaida ya Waarabu ilikuwa wao wana ile tabia kwamba ya watu weusi wanaowabagua. Jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akalikemea na kulikataza, na hapa katika kuwapa nasaha na kuwahusia akawaambia, na wahusieni kumta Allah na kuwa wasikivu na kumtii mtawala ikiwa atawaongozeni huyo mtawala akawa ni mtumwa wa Kihabeshi. Wafii riwaya, katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama akasema abdun mujaddau latraf, hata kama nyinyi mtaongozwa na mtu ambaye ni kilema. Wanataja ahlul ilmi mujaddau latraf yani ni kilema. Mtumwa huyu kakatwa mikono yote na miguu yote, kakatwa ni kilema wa mikono na miguu yake. Muqattau rijilain wa liyadaini, hali ya kuwa amekatwa mikono yote na miguu yote, ni kilema. Lakini akawa huyo ndo mtawala wenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amewahimiza kwamba ni juu yenu kumsikiliza na kumtii, maadamu si katika maafia, kaamrisha jambo jema

Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuwatii watawala ni jambo ambalo lipo katika sheria, ikiwa huyu mtawala anayatawalia ya mambo ya waislamu sawasawa, iwe ni ahlulilmi katika maulama au ni watawala kwa kuyatawalia mambo kiongozi wa nchi, ni wajibu kumtii katika hilo maadamu si maasiya, ama fi maasiyati. Ama ikiwa ni katika maasiya, huyu mtawala akawa ameamrisha jambo la maasiya, kwamba akawaamrisha watu wote wafanye zinaa, au watu wote wanywe kilevi. Hapa hakutakuwa na utiifu wala kumsikiliza, na haimaanishi kwamba kule yeye kuamrisha ovu au akaamrisha jambo baya, haimaanishi kwamba watu waandamane kwa jambo hilo au waweke migomo. Utawala wake utabakia pale pale. Nyinyi Waislamu, sheria inawaambia yale maasi ya aliyoamrisha hampasi kutii

kaamurisha maovu huyu kiongozi, sisi hatutatii katika yale maovu, bali haimaanishi katika uovu wake hule tukamwondoe katika utawala wake, ime watu kwa kufanya maandamano au watu kwa kuweka migomo. Hapana, atabakia katika utawala wake. Vile vile sisi sheria itatuhimiza yale maasi hatutayafanya ibada Allah. Ndugu zangu wa Islam

ni juu yenu kuwasikiliza watawala na kuwatii. Maswahaba wakawa wameuliza hata kama hawa ambao viongozi wetu e, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama kuambia kutafika zama mtasimamiwe nyinyi na viongozi ambao mnawapenda na wao wanakupendeni mnawaombea duaa na wao dua wanakuombeeni duaa ya kheri, lakini pia kutakuwa na viongozi wa shari watakaokuwa mnawachukia na wao wanakuchukieni, mnawalaani na wao wanakulaani. Kisha maswahaba wakasema, ewe mtume wa Allah, kuhusiana na jambo hilo kwa nini tusipambane nao hawa ambao wanatuchukia na sisi tunawachukia, wanatulaana sisi tunawalaani. Kwa nini tusipambane nao? Mtume akawaambia la, hapana, maadamu watakuwa wanasimamisha swala pamoja na nyinyi, maadamu nyinyi mtasimamisha swala, hamzuiliwi jambo hilo. Mtume akawaambia hamna haki ya kufanya hivyo, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika mahalu shahid akawaambia wa idha raitum min wulatikum shaia, ikiwa mtaliona jambo lolote nyinyi kwa watawala hao viongozi wenu wanaokusimamieni, mkaona jambo lolote takrahunahu, mnalichukia hilo jambo, takrahu hilo jambo lichukieni Mkiliona jambo lolote kwa hao watawala ambalo jambo hilo mnalichukia lichukieni, fakrahu wa amalahu, chukieni amali yake, wala tanzi'u yadan min ta'atih, wala msimuondoe imta mtawala katika ule utawala wake. Hapa Mtume sallallahu alaihi alihi wasallam akawaambia maswahaba hata kama mtakuwa mnamchukia mnamlaani na yeye upande wake hivyo hivyo, maadamu ni mtawala anayetawalia nchi, hampaswi nyinyi Waislamu kumuondoa kumwondoa katika utawala wake. Hampaswi kufanya hivyo, kwamba mkafanya maandamano, migomo ya kwenda kumwondoa mtawala huyo. Ayuha almuslimuna ibadallah.

miongoni mwa wema waliotangulia wanasema kwamba situna sanatan, kuishi miaka sitini ma maa imami jairin, pamoja na kiongozi mwovu, kuishi miaka sitini hali ya kuwa miaka hiyo yote watu wametawaliwa na kiongozi mwovu khairun, ni bora min yaumi bila imamin kuliko kupatikana siku moja watu wakaishi hali ya kuwa hawana mtawala, kwa sababu kutapatikana uharibifu mkubwa endapo watu wakafanya maandamano na migomo ya kumfanyia yule mtawala au dhidi yule mtawala, kwa sababu yeye ni mtawala wa mamlaka, ana uwezo wa kutoa amri, alafu nyinyi mliyefanya maandamano

asimulia ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man kariha min amirihi shay'a, yeyote ambaye atachukia jambo kwa kiongozi wake, kuna jambo kalichukia ameliona kwa kiongozi wake, falyasbir, basi ni juu yake awe na subira asubiri, fainnahu man kharaja min as-sultani shibran hakika yule ambaye atatoka kwa kiongozi kiasi cha shibri moja, akawa ametoka katika twaa ya kiongozi. Na kutoka katika twaa ya kiongozi ima ukawa na mzungumza kwa maneno vibaya hadharani mbele ya watu ukamchafua kiongozi huyo, hali ya kuwa yeye ni mtawala, ni katika kutoka katika twaa ya kiongozi. Kwa hiyo mtume anasema, yeyote atakayetoka katika twaa ya kiongozi Ma, kwa kiasi cha shibiri moja mata mitata jahiliya, atakufa kifo cha kijahiliya, yani atakufa hali ya kuwa maiti yake itakuwa kama mzoga, wal iyadhu billah. Hadithi hii ameipokea Imam Bukhari pamoja na Imam Muslim. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuwasikiliza watawala na kuwatii katika mambo ya kheri ni katika mafunzo yaliyokuwepo kwenye Uislamu, ni katika maelekezo ambayo yametolewa na Mtume sallallahu alaihi alihi wasallam. Lakini kama tulivyotangulia kutaja aya, ayuha lmuslimuna, ibadallah, ikiwa tumesema mtu miongoni mwa njia za kutoka

kwa sababu kuna riwaya nyingine imekuja, mtume anasema yeyote ambaye anataka kumpa nasaha kiongozi, kwa sababu haukatazi mwislamu. Umeona kuna kosa kwa yule mtawala wa nchi au wa kijiji au wa wilaya, haukatazi wewe kumfuata ukampa nasaha. Sasa hapatozingatiwa kwamba Je, hiyo nasaha, mbona ameikataa? Akiikubali, fabiha wa niima, ni jambo la wewe kushukuru. Ikiwa umempa nasaha amekataa, basi wewe umetekeleza wajibu wako, haupasi kwenda kumzungumza na kumsema hadharani kwamba kakataa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba yeyote ambaye anataka kumpa nasaha mtawala anataka kumpa nasaha kwa kosa labda ameliona, basi na amshike mkono mtawala, akampe nasaha kwa siri.